Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amina. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuna katiba kadogo tu nakachomeka hapa katika mtaa huu wa Minga kuna umoja wa wazee kwenye kata hii ya Minga. Sasa Askofu Mkuu alikuja hapa Singida na alipofika alitembelea wazee kwenye kikao chao na wakawa na ombi lao, walikuwa na mradi wa kutaka kuanzisha

Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Huyu mchungaji alikuwa anaongea na diwani jana. Ana moyo pekee sana. Ana mshikamano na jamii kabisa. Hata wazee hawa mpaka askofu kuwafahamu kwa ajili ya mchungaji huyu. Kwa sababu kuna wazee kwenye kata hii wana umoja wao na wana mpango wa kufanya kitu fulani kwa ajili ya kujiendeleza. Na siku nilisikia bila akawaona na akaahidi kitu kwao. Sasa sababu na pale leo kwa ajili ya kuwapatia. Kwa hiyo ni kwamba kama sio moyo wa mchungaji huyu kutambua jamii na kuishi na jamii wala askofu lakini askofu na Nabii Amos Mapigano atakuja leo, lakini ana kikao, akaniambia kaniagiza nini niwakilishe mchango wake, umeona hata mtume akatumwa kafika kwa ajili hiyo, amemtuma mwangalizi wa kanisa la Kilimanjaro amekuja kwa ajili hiyo, na kuna viongozi kutoka makomako wa Arusha pale nao wasimame wamewakilisha askofu, maana alikuwa anaona ana uzito kufika kabisa hapa, lakini kwa kubana na shughuli akaona atume wajumbe wengine na mimi nifike kwa ajili ya kuwakilisha kile ambacho amekusudia na maombi yalo vile vilevile. Kwa hiyo wazee wangu, mchungaji, karibu wazee wangu, kile ambacho asikufanye ahadi leo, amewasilisha laki nane hapa na atamalizia kilichobaki. Asante sana. Asante. Asante sana. Anawasalimia sana na nakukumbuka. Atakuja kutembelea tena siku nyingine. Asante sana. Sehemu iliyobaki ataimalizia. Asante sana. Mungu awabariki. Asante. Nashukuru kwa mkoa kwa nafasi hii. Mungu akubariki. Sasa ende kwa mheshimiwa pale. Ratiba nadhani sasa niyamalizia hapo. Asante sana mchungaji. Asante sana kwa uh, niaba ya wazee tunawashukuru kwa kukumbuka hadie nijango jema na mnaiondoa nadhiri wakati huu. Bila kupoteza muda, nimkaribishe ndugu yangu komredi Mrua kwa maneno machache sana, dakika chache sana, alafu baada ya hapo nitamkaribisha mchungaji mwenyeji kwa ajili ya shukurani. Uweza wa Bwana naweza. Yesu asifiwe, amen. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na mimi nimesimama kwa ajili ya shukrani tu eh. Katika hadithi moja ya mtume inasema man la yashkuru nas la yashkuru Allah, yule asiyoshukuru ya watu basi hawezi kumshukuru Mungu. Awali niseme tu mchungaji bariki Urafiki wangu ulianzia siku moja, tulikuwa tumeitwa sehemu, viongozi, tulikuwa tumeitwa sehemu, tulikuwa tuna kadi, alafu yeye alikuwa ana kadi, walikuwa na watu wana mlangoni pale, anasema mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu sehemu, mimi mjumbe wa halmashauri kuu sehemu, yeye akasema mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa la mbinguni. yule yamawa wa wa, wa mlangoni akavutiwa sana kusema kumbe hao wajumbe wa mkutano mkuu sio CCM taifa, sio yeye ni taifa la mbinguni. Akaonekana yeye ni mjumbe wa mkutano mkuu mkubwa zaidi. Ndugu zangu, nataka niwaambie kitu kimoja. Mwenyezi Mungu hajatupa fursa ya kuchagua wazazi wakati unazaliwa, pengine angetupa fursa tusingechagua wazazi tulionao lakini Mungu hajatupa fursa ya kuchagua sehemu ya kuzaliwa, au sio? Ndugu zangu, pengine ulikuwa na malengo mengi ambao ulifikiri yatafanikishwa na wazazi ambao ungewachagua. <laughs> Lakini Mungu ametupa fursa ya kuchagua viongozi kupitia chaguzi mbalimbali, ambao pengine viongozi yao wakatekeleza malengo ambao ungeatarajia kuyapata kwa wazazi viwekuchagua. Wote ni mashahidi Mama yetu Samia Suluhu ametekeleza ni malengo ya familia zetu. Mfano, wazazi wetu walifikiri wana jukumu la kulipa ada kwa watoto, au sio jamani? Lakini hilo lengo limetekelezwa na Mama Samia Suluhu Hassan, wow. Wazazi wetu walifikiri ukizeeka pengine huna cha kufanya, utapata fedha, lakini Mama Samia ametekeleza kwa fedha za TASAF kama alivyosema mkuu wetu atarajia kwa wazazi ambao ungewachagua ungepewa fursa na Mungu yametekelezwa na Mama Samia. Mama Samia oye! Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pengine umejionea mwenyewe namna ambavyo kanisa hili linayafanya makubwa sana. Kwa ushahidi tu, kata ya Minga tulikuwa na ofisi ya mtendaji. Kanisa limechangia kiasi kikubwa sana na sasa tunakaa kwenye ofisi ya mtendaji iliyo ndani ya kata ya Minga. Mkuu wa mkoa mchungaji akasema hivi, anaweza akaja kwenda na majukumu mengi ya kitaifa, yeye ndio raia namba moja. Nikamwambia katika mambo ya dini, mkuu wetu wa mkoa tarehe 17 amekesha kwenye maulidi sehemu kwa ajili ya kuliombea taifa letu. Mkuu wa mkoa kwenye mambo ya dini anakesha kwa ajili ya kutafuta baraka za Mungu. Nakushukuru sana mkuu wa mkoa, umetuheshimisha sana mimi na mtendaji wangu pale ambapo kanisa ilivyotuijia kuja kwako na umetutekelezea. Mungu akubariki sana. <tipu> Jamani, hayo ni machache ya maneno ya shukurani, lakini kwa niaba ya wazee, kama alivyosema mzee, kwa kweli tunashukuru sana. Hata mimi sasa natembea kifua mbele kwamba ile ahadi ya wazee imetekelezeka. Asanteni sana.